Sisi kama mamlaka ya mapato tushirikiane na TIC TSEZA, tushirikiane na wenzetu sekta zote, viwanda na wengine, kuwa ni chachu ya kuvutia viwanda zaidi, kuwa ni chachu ya kuimarisha uchumi zaidi, ili tujenge base ambayo itatusaidia sana kupata mapato ya kuweza kuifanya Tanzania kujitegemea. Filing ya returns zote zitafanyika online, registration ya walipa kodi na yenyewe inafanyika online payments kama zilivyo online zitakuwa strengthened zaidi, na hata assessment zitakazotolewa zitakuwa more accurate, hivyo disputes nyingi sana zitapungua. Tunaamini kabisa kwamba tuna uwezo wa kuongeza tax base huo kubwa zaidi, kushirikisha moja kwa moja private sector. Na sisi tukikubaliana na nyinyi na tukasimamia pamoja, ni rahisi sana kuhakikisha kwamba kila mtu anayefanya biashara anakuwam changamoto tulikuwa nao kubwa. Sasa hivi informal sector ni kubwa sana, na kunakuwa na unfair competition kati ya yule anayelipa na yule anayefanya kazi biashara bila kulipa. Kwa hiyo unakuta wengi ambao wanalipa nao wanajaribu kwenda nyuma wafanye biashara nao kwenye informal ili nao waweze kushindana na wenzao. Kwa hilo ni jambo kubwa ambalo sisi kama Chamber of Commerce, National Chamber of Commerce tuko tayari kushirikiana na TRA e. Kwa kuzingatia emjuu ambao tumesaini mwaka jana, kuhakikisha kwamba matokeo yake yanawezekana, kwa sababu ambisheni kubwa sana ya wafanyabiashara ni kuwa na kodi ambazo zinalipika. Na tunaamini kwamba walipa kodi wakiwa wengi, wanaolipa tax base ikiongezeka, tunaamini kabisa kwamba serikali yetu itapunguza tax rate ili nchi yetu na wafanyabiashara wetu waweze kushindana na wafanyabiashara wa nchi nyingine kwenye kanda zetu kama East Africa, SADC na sasa hivi tunaingia kwenye soko huru la Afrika. Ndugu zetu wa TRA, e, tumeboresha sana mifumo. Tuendelee kuwekeza katika mifumo na tuende sana sana kwa haraka kwenye artificial intelligence. Changamoto zilizozipata ndani ya miezi sita, sasa tunaenda kuzifanya fursa. Tupanue zaidi wigo wetu kutoka wale watu milioni saba anaolipa kodi walioko kwenye database, twende zaidi mara tatu mara nne.